Asalamu alaikum. Haya, wa wale walio naomba niwafanye keki kwa pressure cooker leo, nimejaribu mashallah na imetoka vizuri, so fluffy. Huu ni mkate wa mayai mkate wa mayai wenye wazungu waita sponge cake. Mauona uko so fluffy, yani umeiva vizuri, hata mimi mwenyewe sikutarajia. Mashallah ulikuwa mlaini, so spongy Yani ulikuwa mzuri mashallah mashallah. Yani mkate wa mayai ulikuwa umetara dadi. Umeona guys, umeiva vizuri mashallah, yaani uko so soft wa pressure kuka, wa pressure kuka Sababu nikisema pressure kuka wengine wananiambia, ah, hiyo si pressure kuka. Ni rice kuka. Sasa mimi sijui tofauti ya pressure kuka na rice kuka, na wale walioitengeza kuandika pressure kuka wao watakuwa pia hawajui nae. Nilipika wali nikasema pressure kuka, mmoja akaja kaniandikia comment ah, hiyo si pressure kuka ni rice kuka. Jamani, yani, mimi nitakuwa sijui ni kitu gani ambacho natumia jamani. Muone mkate wangu huo jamani, mkate wangu wa mayai mashallah, ukoko sauce sponge Yani ulikuwa fluffy, yaani mkate umetara dadi huu, mashallah. Mi mwenye si ndo my first time kuf, kupika mkate wa mayai ama keki katika pressure cooker. Yani mashallah mashallah mashallah. Haya, niambieni mwahitaji risipi ama